72,000.5 Ngoja, mulipeleka chai ya kiasi gani? Kahawa. Nini kahawa kiasi gani? Kahawa kiasi cha milioni 600. Tani tani 66. Kwa maana yake hiyo 650 hajawahi kuwalipa hata shilingi kutoka mwalimu. Hajawahi kuwalipa hata shilingi. Kwa, mnadai? Tunadai. Hiyo kampuni ya GGM? Ya GGM. Tumejaribu kuomba msaada kazi ya wilaya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 kwa sababu hii dhuluma dhuluma ni kitu ambacho sisi sisi CCM hatuwezi kuvumilia awalipe kwa muda wa wiki ngapi aw ameshalipa anazitoa wapi atajua yeye alikopeleka chai ya hawa watu halo na nani unaitwa nani naitwa Richard Mongoka ni GDM unanunua kahawa unanunua nini na, uh, naputa, kaho, okay. Na chai ni wewe ndio nanua. Na. E, chai nanua, chai, nanua futa, soya. Na sasa kuna madai hapa unayajua. Shilingi ngapi?